Mungu alikuwa ananifundisha namna ambavyo aliwafungulia milango ya kimataifa baadhi ya watumishi wa Tanzania hii. Mmoja ambaye Mungu alimfungulia mlango anaitwa Zakaria Kakobe. Mtu huyu Mungu alimfungulia milango dunia nzima kwa sababu ya kufundisha maisha baada ya wokovu. baada ya watu kuokoka, walijua namna ya kutembea baada ya kuokoka, waongeeje? Baada ya kuokoka wavae namna gani? Baada ya kuokoka, leo watu wanafikiri ukisha okoka, unavaa unavyotaka na wanasema hizi suruali zingine ni za kike, basi tuleteni na magauni ya kiume na si tuvae. Hapa Mungu akaniambia, hao watu niliwafungulia milango kwenye mataifa, kwa sababu waliwafundisha watu wangu maisha mapya baada ya kuokoka, tofauti na sasa. Wokovu umekuwa ni ajenda za watu, ni sehemu ya watu kutafuta hela. Ukiokoka hawana mpango na wewe, wao wanataka ukae kanisani uendelee kutoa sadaka na mafungu ya kumi. They don't train you, there is a life. After salvation. Na ndio maana watu wengine mko hapa na wengine mnamfuatilia ni kama hichi kitu nataka kikatai kuingia, ni kwa sababu ulipookoka ukufundishwa kuna namna ya kutembea baada ya wokovu. Kwa hiyo unaanza sasa kuona kana kwamba hii ni nini, nini? Nisikilize, kuna maisha baada ya wokovu. Na ndio maana Biblia sema mmekuwa viumbe vipya. Yeyote anayezingatia maisha hayo Mungu anakuwa pamoja naye, Mungu anatembea pamoja naye, Mungu anamfundisha mtu huyo, Mungu anamwezesha mtu huyo. Unaweza ukawa ndani ya kanisa tunao wainjilisi wa wengi wachungaji wengi, lakini hawajafundishwa maisha baada ya wokovu, they don't know life after salvation. Tunao waimbaji wengi, lakini hawajajua maisha baada ya wokovu. Nini cha kufanya baada ya kuokoka, vitu gani vya kuvizingatia baada ya kuokoka? There is life after salvation. Siku moja nilimgonga mtu kwenye gari, nilimgonga mtu na gari, siku kama nne zilizopita. Walipaki gari mahali pabaya, mimi nikapita, nikapita lile gari lao kwa nyuma nikaondoa nani zote. Sasa wakaenda wakaitwa, kumbe wamepaki barabarani, wameingia huko wanakunywa pombe. Wakaja mabinti wawili, walipokuja wale wawili wananiambia, sasa unasemaje? Nikamwambia tulia, ishu hapa sio gari, hishu ni nyinyi, kwa hiyo tuweke gari pembeni tuongee na ninyi kwanza. Wasema no, no, no, no. usitupige siasa. Nikamwambia mimi sio mwanasiasa, hii gari nitaweza kawanunulia hata mpya, tuongee ninyi kwanza, tumekutana. Kilichotakiwa ni mimi na ninyi tukutane leo nikaanza kuhubiria Injili. Yule mmoja akaniambia sikiliza, hata mimi nimeokoka. I was shocked. Huyu mwenzake amekunywa pombe na yeye ananukia pombe kwa mbali, akaanza kuniambia mikusanyiko ya kanisani anayoingia, watumishi anaoenda kwao, na walio baba zake wa kiroho ananitajia na ananiambia strong, usije ukatuona hivi, na sisi tunamjua Mungu. Kinachotakiwa sasa hivi huyu um, mmoja ni muislamu, huyu ameokoka. Kinachotakiwa sasa hivi tuambie, unatulipaje gari. Nikamwambia issue sio gari wewe ndo nilitakiwa nikutane na wewe leo. Kwa nini umeokoka na unaendelea kumpotosha na huyu naye anaendelea kuwa mlevi? Utadaiwa roho ya huyu mtu huyu ambaye unatembea naye kila siku, lakini hana ujasiri wa kuambia wengine habari zamu. Amefanana na dunia ambayo anatakiwa akaiokoe. Watu waliookoka, lakini hawajui kuna maisha baada ya wokovu, namna ya kuishi baada ya wokovu. Kuna aina ya Mungu hatutamwona ni mpaka tumejua maisha ya kuishi baada ya kumwamini, la sivyo utawasindikiza wengine. Utataka Mungu akutendee muujiza, utataka Mungu ajifunue kwako. Nataka nikuambie, Mungu atasema natamani nikusaidie sana, lakini kuna maisha unaishi ambayo kwa kweli sio maisha ya wa watoto wangu. Nataka ujue, kila nyumba, kila nyumba ina masharti yake. Kuna wengine walala saa nne. Sasa usiseme mimi sina usingizi, utalala ndivyo ilivyo. Na ulipookoka ukaja kwenye wokovu, haya ni maisha mapya. Usije na vile vitu ulivyokuwa navyo kule mtaani. Jaribu kusoma kujua huku wanatakiwa waweje, na hii ndio kazi ya wachungaji, namna gani ya kuishi baada ya kuokoka. How do you suppose to live after you give your life to Jesus? Badala yake imezalisha compromising Christians, wa Kristo wanaorahisisha mambo. They are compromisers, na hiyo imelizuia kanisa kufika vile viwango Mungu anavyotaka wafike kuna viwango Mungu anataka watu wafike, mwanzie kuhubiri vijijini, mwende mikoani, mwende kwenye mataifa na mataifa. Yaani kama tulivyokuja hapa Kigoma, Mungu anataka siku moja tuende na Australia hivi hivi, tuende na Kanada hivi hivi, tuende na Amerika hivi hivi, tuende sehemu mbalimbali hivi hivi, tukilitukuza jina la Bwana kwenye mataifa. Haitawezekana, ni mpaka sehemu fulani ya maisha yaachiliwe kutembea na Mungu. Kuna gharama baada ya wokovu moja, hakikisha baada ya kuokoka na kumpa Yesu maisha yako, haya mambo matano ama sita, yako mengi, saba nitayosema, unayazingatia. Namba moja, hakikisha unajazwa Roho Mtakatifu kila wakati. Kuna tofauti ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Ni wape siri, Wakristo wengi wamepokea Roho Mtakatifu, lakini si kila Mkristo anayejazwa Roho Mtakatifu kila wakati wengine Roho Mtakatifu amezimishwa, amenyamua nyamazi. Unajua Roho Mtakatifu kwa nini hujazwe kila wakati? Kwa sababu kila viwango anavyokupeleka Roho Mtakatifu vinahitaji new version ya mtu. Vingine vitakuswitch, vinakuambia hiki, acha, usiongee hivi tena, usiseme hivi tena, tembea hivi tena. Sio habari ya mchungaji na sheria, baina yako wewe na Mungu. Ukiokoka ni kweli utampokea Roho Mtakatifu, na kanisa litakufundisha kumpokea Roho Mtakatifu, utainua mikono utampokea Roho Mtakatifu. Lakini Paulo anasema mjazwe na Roho kila wakati, kwa Efeso sura ya tano ule mstari wa kumi na nane: tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Hakikisha baada ya kuokoka Roho Mtakatifu anaongezeka ndani yako, anajaa ndani yako kila siku. Mtu akijazwa Roho Mtakatifu hata tabia zake zinabadilika. Nina kueshe sana aina Roho Mtakatifu watu waliompokea, wezi kuwa na Roho Mtakatifu kawa muhuni. Roho Mtakatifu atakaa ndani yako sawasawa na kipimo ulichotaka akae, na atatembea na wewe sawasawa na kipimo ulichotaka atembee na wewe. Ukitaka akufundishe zaidi atakufundisha zaidi, ukitaka anyamaze atanyamaza. Wengi wamempokea Roho Mtakatifu lakini si wengi wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo wameshindwa kuakisi uhalisia wa maisha tunaoishi sasa. Unafanyeje ili ujazwe na Roho Mtakatifu kila siku? Ni vitu gani ambavyo ni vichocheo vya mtu kujaa Roho Mtakatifu kila siku? Jambo la kwanza, ni lazima uhakikishe ya kwamba unajiepusha na uovu. Napotumia neno kujiepusha na uovu, namaanisha uovu utakuja. Ayubu Hakushinda tu uovu. Ayubu alikuwa anajiepusha na uovu. Dunia ya leo uovu uko kwenye matangazo. Ujaona watu wanatangaza maduka ya nguo, wanaonyesha vitopu vya <laughs> amen. Wanaonyesha nguo zao, yani uovu unatangazwa, pombe inatangazwa, kila kitu. Sasa hivi hata ukahaba unatangazwa, ziko peji maalum, we uzunguki, una Google tu una rikwesti kama uba ili uweze kuendelea kujaa Roho Mtakatifu, lazima ujifunze, you must learn how to escape iniquities, escape in it. Unauona huu unakuja, lakini unasema aisee, kwa kweli hapana, mimi sio mpango huo, you run away from it. Namba mbili, ili uweze kujaa Roho Mtakatifu kila siku, ni lazima uhakikisha unaomba, maisha ya maombi, the life of prayer. Kuomba maombi awe ni rafiki yako, lazima utenge muda na Bwana lisali moja masaa mawili, na itaenda sawasawa na kiwango cha roho mtakatifu. Unaweza ukashangaa, unaanza dakika kumi na tano sawasawa na kiwango chako cha roho mtakatifu, baadaye anakupeleka dakika ishirini sawasawa na kiwango chako cha roho mtakatifu, baadaye dakika thelathini sawasawa na kiwango chako cha roho mtakatifu, baadaye na lisali nzima sawasawa na kiwango, baadaye anakupeleka na masaa mawili. Kuna saa unafika na kufungia wiki nzima, unakaa huko pamoja na roho mtakatifu. Ukitoka huko, unakuwa sio mtu wa kawaida, maana umejaa nguvu za roho mtakatifu. Niwape siri, kiwango cha nguvu ya uovu iliyopo na kiwango cha nguvu za watu waliojaa roho mtakatifu ni kidogo. Yaani shetani amewavuvia watu amewavuvia watu uovu katika kiwango ambacho walokole, kiwango chao cha kujazwa roho mtakatifu ni low. kwa hiyo unakutana na mtu ambaye ameokoka lakini anaweza akavunwa na mtu ambaye hajaokoka. Wee, kiwango chako cha kujaa roho mtakatifu ni kidogo, unakutana na mtu ambaye amevuviwa roho ya mahaba Yani, ana maneno ukiyasikia hapa sikioni, yananyooka mpaka kwenye mtima pa, unasema eh, ana maneno matamu kwa kweli. Ii ni kiwango, una roho mwaya ujajaa, ujalewa. Umekutana mtu aliyevuviwa upako kutoka kuzimu, anakupa maneno yananyooka kwenye mtima, baada unakaa ya tafakari namnahi kama ngedere we, we we yanaendelea kupenya moyoni, we yamefika kwenye mtima. Hujajaa nguvu za roho Mtakatifu, umekutana na mtu ambaye ana nguvu za uovu. Kiwango cha shetani kuwavuvia watu nguvu zake na wakajaa uovu na kiwango cha watu wa Mungu wanavyojaa roho mtakatifu haviendani. Maana angalia watu wanaombaje, hamna maombi Angalia watu wanafungaje, hamna mifungo. Sasa wanakutana watu ambao uko mtaani wamevuviwa. Kuna watu wamevuviwa na ushawishi, yaani wakiongea na we unaacha kanisa. Nae, naye mambo ya kanisani, mambo ya kanisani ni mengi mno, umezidi kanisa, umezidi kanisa, kanisa, kanisa, kanisa. Unamsikiliza ule mtu, anaanza kwambia mi nna madili, lakini tazo lako jumapili siku nzima kanisani, te ni mshamba tu. Kama unakubali nikupe madili sawa, lakini wakiishe ni Jumapili tunafanya hizo dili hey anakukamata maana hujawahi kujazwa hata na Roho Mtakatifu. Huna nguvu za Roho Mtakatifu kujua umekutana na mapepo. Kwa hiyo roho Tifu. Ataanza kutembea na wewe hatua baada ya hatua. Unaweza ukashanga, nimesema dakika kumi na tano, dakika ishirini, unafika lisaa, unafika masaa mawili, unaweza ukafika siku nzima. Unasikia kabisa, hii ni Jumamosi, umemaliza kazi zako, ofisi zako, unasema leo Jumamosi ni kwa ajili ya Bwana. Unafunga milango, unafunga madirisha, unakaa uweponi mwake siku nzima, kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa kumi na mbili jioni. Hamna chakula, hamna maji, hamna chochote, ni wewe na Bwana neno la Mungu, unalitafakana na Mungu, unamwita Roho Mtakatifu anashuka anaanza kuonyesha ufanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Ma maisha yako yanabadilika kujazwa Roho Mtakatifu. Baada ya kumpokea una wajibu wa kuhakikisha ya kwamba you feel yourself with the Holy Ghost. Hayo ndio maisha mapya baada ya wokovu. Namna gani utajazwa Roho Mtakatifu? Kwa njia ya mifungo. Roho Mtakatifu anapenda watu waliofunga anapenda watu wanaofunga. Unajua, unapofunga unauua mwili, alafu unauisha roho, na yeye ni roho, ana komuniketi sana na roho yako. Mfungo ni tafsiri ya kuadabisha mwili, na kwa sababu hiyo unakuwa na urafiki na Roho Mtakatifu. Ukiacha mifungo umepunguza kiwango cha kujaa Roho Mtakatifu. Ukiacha maombi umepunguza kiwango cha kujaa Roho Mtakatifu. Ukiacha ibada umepunguza kiwango cha kujaa Roho Mtakatifu. Kiwango cha nguvu za uovu, watu walizovuviwa na shetani huko barabarani na kiwango cha nguvu za watu waliojaa nguvu za Roho Mtakatifu ni ndogo. Wanategemea wachungaji wao ndo wajae tu nguvu za Roho Mtakatifu. Utafikiri wachungaji ndo wanaishi na nyie huko barabarani. No, you must be filled with the Holy Ghost. Chagua kiwango cha kutembea naye. Wewe ndio unaamua kiwango gani cha kutembea naye. Ukitaka atembee na wewe kwa njia ya ndoto ni kiwango chako, lakini kuna watu tunataka tutembee nao, yani tutembee naye tunaongea kama tunavyoongea namna hii. Unasemaje? Ana niambia niko sawa huko hapo au umeshaniacha? Sasa niko karibu. Angalia huo ujinga usifanye, nitakuacha kimya kimya. Wewe ndio unaamua atembeeje na wewe, aongee na wewe. Anakwambia hiyo safari usiende, utapinduka huko kwani huwezi kufanya jambo huko. No, no, no, no, no! wamejipanga mno, sija kutuma hata hivyo, ukienda utapinduka. Unaongea naye kama tunavyoongea namna hii, ukifika dimension hiyo, utaka umwache Mungu? Wengi wetu ni kama Mungu tunaotea otea tu, eh? tunaotea otea, tunaotea otea, unaota ndoto wiki hii, baada ya wiki tano ndo unaota tena, leo baada ya miaka ishirini sauti ya Mungu imekuwa adimu kwenye maisha yako. Lakini akiwa anazungumza na wewe, akiwa anaongea na wewe, anasema na wewe, anazungumza na wewe oh, utaona jinsi ilivyo nzuri kutembea na Mungu. Kwa hiyo baada ya kuokoka ni lazima, ni lazima uhakikishe, uhakikishe kila siku viwango vya Roho Mtakatifu vinapanda.